unatazama Uvira News TV. Asante. Imefunguliwa hiyo tarehe tatu mwezi wa tatu mwaka 2025 ofisi ya serikali ya jimbo ya Kivu ya Kusini pa Uvira. Kwenye wilaya ya Kavimvira, kata ya Kilomoni, kwenye barabara inayoelekea boda ya Kavimvira. Sherehe hiyo imefanyika mbele ya mawaziri wa jimbo ya Kivu ya Kusini pamoja na wanamemba wa usalama wa jimbo. Pia na wanamemba wa usalama wa jiji la tarafa la Uvira. Bwana Jean Jacques Elakano Liwali makamo anajieleza zaidi. Tendo ya leo hapa Uvira inafanyika kwa kuheshimisha mkanda ya waziri wa mambo ya ndani, na ambaye aliomba watu wote wahame na kurudia hapa Uvira kama vile makao makuu ya mkoa wa Sitki. Ilimpendeza liwali kuu kamilisha ile mkanda ya waziri ya mambo ya ndani, ndio maana nimekuja hapa leo nikishindikizwa na wanamemba wa Conseil ya Sekurite, nikishindikizwa na mawaziri wa guvernema yetu ya province ya Sud Kivu. Tunaambia wakaji wa Uvira na wa Sud Kivu wote ya kwamba makao makuu kwa leo ya province iko hapa na tutatumika bega kwa bega na mea na maservise zote zenye ziko hapa kusitikifu. Lakini kitu natafuta kusisitiza na kuambia, hatujasahau ndugu zetu ambao wamevamiwa, wenyewe wako Bukavu, Minova, Kabare na mengine eneo yote iwe hata wenyewe wako Nord Kivu. Lengo la rais Felix Tshisekedi, na hiyo ndio alituambia ya kwamba tukae hapa kwa muda ili tujiorganise, kwa kukamata maeneo ambayo yalitekwa ni kazi ya jeshi, na ndomana kila mara tukipata nafasi tunakuwa tunapongeza jeshi letu ambalo linatumika muali ngumu ila wanaonesha uzalendo. Tunakuwa pia tunapongeza vijana wetu wazalendo ambao wanatumika usiku na mchana, wakishirikiana na jeshi kwa kulinda udongo. Tunalomba waendelee, na sisi kama vile serikali tutakuwa nyuma yao kusaidiana nao na kuambia ndugu zetu wako Bukavu, ya kwamba tuko na kuya kuya yetu hapa, ni ishara ya kwamba tuko na hamu ya kwenda haraka sana tukamate eneo ambazo zilitekwa, ili wakongomani wakwe wenye uhuru, juu wenzetu wenyewe wako kule, wako nalia usiku na mchana, wako na teseka, hawana amani, wako najuliza, wako mwinchi yao ama wako mwinchi yao ni lazima tuwaoneshe ya kwamba hii nchi ni ya mababu zetu, ni nchi yao na hatuta wasahau kamwe. Asante, unatazama